Mimi nilikubaliana na kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga, nikamwambia tuwache, na tulikubaliana na yeye ya kwamba tumalize siasa ya ubaguzi, tumalize siasa ya ukabila, tumalize siasa ya chuki, tuunganishe taifa letu lote la Kenya. Ndio wakati huu nikisimama hapa, hata wangwana wa ODM kina Hassan Joho ako hapa leo huyo mungwana ni waziri wa uchumi samawati katika serikali ya taifa letu la Kenya, na nimekubaliana na waziri Hassan Joho ya kwamba hapa Kilifi tunajenga fish landing sites zingine tatu, tunapatiana vijana ya eh, beach management units grant, na tunahakikisha ya kwamba wakati tunaendesha uchumi wa sehemu hii, uchumi samawati, yaani ile ya uvuvi pia iwe katikati ya hiyo mpango yetu ya kubadilisha uchumi wa sehemu hii Malindi hoye, mimi nawauliza nyinyi watu wa Malindi, munasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe? Tutembee pamoja mimi na Mng'aro, tutembee pamoja na huyu mama Munyasi, tutembee pamoja na Hassan Joho, tutembee pamoja na Salim Buria, tutembee pamoja ili tushughulikie kazi yenu, tuondoe ubaguzi, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, Kenya iunganike, iwe moja. Wale wanasema tuungane, jamani, nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Tunaelewana?